Bana, mtazamaji, leo tumekutana na mtaalamu mwenyewe wa muziki Salu. Anakwambia anavuta fege kutuliza, ila bado nakuona wewe, mzee kama kawa brother. Nyama nyama ni mwingi ka ni mtu ambaye ndugu yangu anajifungia sana ndani. Wapi mimi natoka unakutana nami tu kwenye mbanga zangu, ila mimi mimi natoka vibaya mno kwenye viwanja viwanja vya mpira na nini. Unanikuta sana ya maisha, ya muziki anaendaje so far mwana? Uh, kwanza tunamshukuru Mungu. So far maisha ya muziki sio mabaya, ni mazuri. Kwa mwanzo ni mazuri sana, mwitikio wa watu kama unavyoona ni mzuri, project ime bro, imeenda so ndo tunaanza maisha ya muziki, so ngoja tuone huko mbele itakavyokuwa yeah. Tulikubaliana tutongozi mpaka Valentine, wewe imekuwaje? Kwa kweli nimeshindwa kuvumilia, kwa sababu kuna mchumba mmoja niko namfukuzia kitambo sana. Ujue huyo mchumba kwanza Simuwezi tu kwanza, labda niseme tu kwamba simuwezi kivipi? Yani, simuwezi tu kwa sababu levels zetu zimetofautiana, ranki ni kubwa sana. Kwa hiyo nilichoamua kufanya labda labda kazi yangu ya sanaa inaweza ikaniokoa, ndio maana nikaamua kutoa ngoma fusai, pia kumwambia huyo fursa hii eh. mwanamke au nani huyo aishi hapa kwanza, anaishi mbele, lakini nimeamua kuwasaidia vijana wenzangu ambao wanahangaika, pia wafikishe ujumbe wao kwa wapendo wao. Yeah. <laughs> Bana moja ya comment ambayo watu wanazungumza sana, Saluh ni talented. Tangia ulikuwa hapo uh, Bongo Sasa chukule watu walikuwa nakuaminia kina noma na moja ya kitu ambacho watu walikuwa nakizungumza na ni kwamba toa ngoma, toa ngoma mwenyeza kama tulikuwa naziona tukapata raha, na this time tuko na Valentine. Tuzungumzie kuhusu sana ngoma ya Valentine. Inspiration ilitoka wapi? Ah, inspiration kama nilivyokuambia hapa katikati nilipitia kashikashi sana hapa. Nilimchapa DM mchumba mmoja Aa, mchumba huyo ambaye kidogo sitarajii, yani sikutarajia ya, kwanza wala sitarajii kama nitampata, lakini naamini atakuwa wa kwangu. So, kama unajidharau ah, yani sio kujidharau, lakini unajua nilipovuka maji yale ni marefu kidogo, maji yamezidi shingo, kwa hiyo naamini na kwamba itanani, so nikaona the best way ya kumfikia ni kuwasilisha kwa muziki. Sio, nampenda sana sana yule mwanamke. Kama ananisikia sasa hivi atakuwa anisikia. Mapenzi yanataka kuni drive crazy sana. Hivi <laughs> una crush kwenye yani kuna msanii wa kike ambaye ambaye unamzimikia kwa hapa Bongo? Msanii wa kike? Hamna. namzimikia siki mapenzi mapenzi. Ya nino... yani ah amba namzimikapo ikurudishe nyuma uh, kuna baadhi ya wasanii ambao walikuwa tunaona mitandaoni wanakupa support kubwa sana. Kuanzia Raivani tulikuwa tumeona katika ngoma ambayo nilikuwa hapo studio, lakini pia kwa Zuchu tulikuwa naona kuna kipati fulani hivi cha home ulienda kuperform yeah, kwa maanake mpaka amekupigia na maanisha kwamba kuna love anaonyesha. Unaweza ukatugusia kidogo, labda uhusiano wako na Zuchu, kwa sababu kwa Raivani tayari ulishatuelezea, ulikuwa hapo studio na nini. Ukaribu wako na Zuchu upoje? Uh, Zuchu ni sister, yeah, Zuchu ni dada, ni sister jamani, dada, dada wa muziki kama tunavyoona. So Zuchu kama unavyoona ni mtu very supportive. Yeah, so anapoona talent huwa hawezi kujificha wala kujifunga, kama una talent atakusupport vile ambavyo anaweza. Na hivyo ndivyo ilikuwa. Mimi nilienda tu kwenye party kama ku, ku show love, kuonekana hapo. But ikatokea watu pale wanaonesha, wanaimba, unaona walikuwa wana perform kama ulivyoona, Pateni pia alikuwa anaimba pale. So na mimi nikasema nifanye chochote kwa sababu mimi nimetokea huko kwenye kuimba nyimbo zao. Wacha pia nichape nyimbo yake pale. So nikafanya tu for fun, but nzuri akapenda, akanipost. Ndo hivyo ndo unanika blow. ulisha kutamani kuwa signed under record label yoyote hapa Bongo uh, matamanio ya kusainiwa? Yes nimekuwa nilishawahi kutamani, nilishawahi kutamani kuwa signed, lakini muda utaongea. Nafikiri muda utaongea kama nita deserve ama kama, kama nitapaswa, nita kuendelea mwenyewe. watu Watanzania, watu, wa ndo wanaamua hujue okay. Watanzania ndo wanaamua kama huyu tunambeba au tunamtupa. Wa Tanzania ndo ata kama uusiwwao yeah. Wao ndo kitu ambacho pengine labda kinakufanya sana na mashabiki. Na, nini, comment, na, na mashabiki zako kwa sababu ni mtu ambae unaga majigambo. Mimi napenda na mashabiki kwa sababu wale wale kila mtu ana bando lake, na mashabiki zako inakutengenezea wewe njia yakujua nini wanahitaji baadaye sasa hivi kwa mashabiki wanataka nini, wanapenda nini, niendeje kwenye mitandao ya so hivi. Uandishi kwenye Valentine tumehusika 100%. Mule uandishi wa Valentine ni asilimia elfu moja kabisa mwenyewe mwenyewe, tena nime, nime, nilikuwa studio najirekodia mwenyewe kwa hata ile production ya awali ile nimefanya mwenyewe. Sure yeah bro, mwenyewe, beat, mwenyewe, vocals, producer, bro Natia pale pale nafanya mambo yangu taimefanya mweyeeopee fix hapo na nini, piga biti, maliza mixing, akamaliza good. Basi tayari kaka, tayari tamaliza. Nimekueleza hivyo. kwa sababu uandishi wa mule, mzee wangu, umeandika sana. Hii kanifanya nijiulize kwamba ulishai kusika kwenye project za wasanii wengine kuandika? Ah, hapana, mimi bado sijaaminika hivyo bro, mimi bado ni msanii ambaye najitafuta bado, sijaandikia sija, sija wasanii nyimbo yeah. ila natamani siku moja msanii aje akupe ngoma yake pale. Ah, yote ni majaliwa, wino wino wa mtu mtu anavyopenda taste yako kusema kama wewe ni underground lakini ni msanii ambaye tunaanza, au sio? Katika caption ya Ivan alivyokuwa anashare moment ile, kuna caption yake kama sitakuwa sijakosea, ni kama vile ulikuwa na mrekodi kwa kuibia. Yaani kama vile kuna mwana alikuwa anambia urekodi kwa kuibia. Ile ikatengeneza fika kwa watu pengine labda kuna kale ka uoga fulani hivi, eh, kushirikiana na wasanii wakubwa. Ni ipo hivyo kweli? Na ni msanii gani ambaye siku ya kwanza ulipokutana naye mpaka kidogo ukatetemeka? Kwa mara ya kwanza yoyote, ambayo unakutana na msanii kama Rayvanny au msanii yoyote alafu mkao mna share jambo ambalo kidogo ni sensitive, kwa sababu hapa katika, unajua kulikuwa na zile kasumba wewe, oh, kama andikia nyimbo sijui nani kama andikia nyimbo nani, ilikuwepo hizo kwa hiyo hata mwanangu ambaye alikuwa anarekodi akuwa anaogopa pia, ni mrekodi Levani ha, hata yeye mwenyewe Levani alisema baadaye, alikuja kusema msini rekodi. Unaona? Akasema msini rekodi, kwa sababu unajua yule ni msanii mkubwa na sisi bado ni underground. Mimi naheshimu sana position ya wasanii wakubwa, naheshimu sana, kwa sababu leo hii kukutana na msanii mkubwa ukafanya kama unamweza hiyo inaharibu ina connection yenu nyinyi wawili, so hilo niliheshimu pia, kwa sababu ni msanii mkubwa, lazima nicheze kwenye laini yangu. Safi sana. sasa Sasa hivi ni brand sisi, kuna vitu ambavyo tunaogopa kuvifanya, kwa sababu sisi ni Salu, tushakuwa maarufu na nini? Ah, kaka, mimi <laughs> mi bado mi ukinikuta mtaani kwangu kija mtaani kwangu pale unanikuta wanangu wote pale yani, mimi ni mtu mimi ni mtu tu ambaye napenda watu, yani napenda interaction na watu, ndio maana unakuta hata kwenye comment mimi niko na na sebenza tu na ndugu zangu, but sina sina majibu mabaya wala sina nini mbaya. So brand hainizui mimi kufanya chochote, ila tu kuna heshima ambayo najaribu ku set standards ambazo najaribu ku set, basi hiyo nafikiri ndio inanitosha mimi. Yeah, neno moja bwana, la kutuambia sisi mashabiki au labda kuna swali lolote ambalo ulitamani nikuuliza alafu sijakuuliza? Hapo hapo swali, nafikiri mi labda niwaambie tu kwamba labda nitoe ushauri, ushauri tu kwa kwa, kwa, kwa Watanzania ah, Watanzania kwa Tanzania tena kuwashauri wote kweli ah, wote wote wasanii wa, wasikilizaji presenters na nini, tujaribu ku, uh, kusupport watu kulingana na na, I mean, hii kitu nikiekeje hichi na uwezo huh? wao Nachoka kwa sababu nilikuwa najaribu kulika, yani kwamba unajua, kuna kasumba moja ya, ku, ya kumwangalia mtu hivi, eh watu wanakuangalia hivi, anafanyaje huyu, fanya fanyaje huyu, ehe, hiyo mbaya hiyo kwa sababu baadaye mtu anakuja ku blonde, unaona, ah, unatisha sana, unu, unu, unajua sana lakini huko from the scratch watu wa ku support. Kwa hiyo tujaribu ku support mtu anapo show up, ile like ile share haikuongezei wala haikupunguzei kitu. So mimi nafikiri tu support kila mtu ambaye ana show up ana talent ana nini, kwa sababu ndo ugali wake, huenda umeona bwana. Kwa mfano, sisi tunatokea kwenye familia za kimaskini tukipata support kama hiyo, hatuwezi. Yeah. Hatuwezi kuwasahau ya... Uh, nakumbuka Bongo Star Search msimu uliopita Diamond Platnumz aliahidi kwamba atawasaini wale wasanii ambao watakuwa ni washindi wa BSS na we ni miongoni mwao, vipi hadi hiyo imeishia ime wapi? Nalijibu hili swali kwa mara ya elfu tatu na mia mbili thelathini na mbili uh, nafikiri Watu wanatakiwa wajue kuna hatua za ukuaji, kuna hatua za ukuaji, kuna process za uchakataji wa mambo. Kila kitu kina process bro, si ndio? Kwa hiyo bado tupo kwenye process za kufanikiwa, na nafikiri kama hayo ndio mafanikio yatakuja ya kwangu ya, nafikiri nimshukuru tu Mungu kwa, kwa, kwa, kwa yote <laughs> yeah. Kumalizia Tyler alijibu, Tyler ah, sana Tyler anachanganya Unikumbushe uchungu. <laughs> Unikumbushe uchungu sana, sana. Pole baba. Nashukuru ndugu. Nenda ufike salama ndugu yangu.